Tukio la pili ambalo lilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi niliwahi kuletewa defender mbili, yani za askari usiku wa manane. Kwanza tukio hilo lilianza, yule bwana alikuja kwa kutaka kulazimisha arudi kwenye maisha yangu, nikamwambia hatuwezi kurudi kwenye mahuwezi kurudi kwenye maisha yangu kwa yale ulionifanyia alafu urudi tu kihivyo hivyo kiolelo na urudi kama nani? Na kwa nini hautaki hili jambo kushirikisha familia? Akalazi, akasema mimi sitatoka. Kweli siku hiyo hakuondoka, maeneo haya ya jirani alishinda nyumba za majirani, kama nyumba kama ya tatu kutoka hapa kwangu, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Jioni nilivorudi mimi, natoka kwenye shule zangu, akawa ameondoka. Siku ya pili alirudi tena asubuhi, akashinda siku nzima mpaka saa tatu za usiku ndo anatoka eneo hili Sababu za msiki sababu iliyokuwa anafanya awepo eneo hilo sikujua, lakini alivyoondoka ile saa tatu za usiku, kufika usiku saa saba za usiku nilipigiwa simu na mjumbe wa kipindi hicho, akaniambia kuna watu wa usalama wanataka kuja nyumbani kwako. Wale watu walivyokuja nyumbani, taarifa walizokuja najo, wakaniambia kwamba wewe unaonekana una una majambazi na unauza madawa kulevya lakini tunaomba tujiridhishe. Kweli waliingia ndani wakapekua, na baada ya hapo niwauliza nini sababu ya haya yote. Akaniambia ni kweli, tumejaribu kufuatilia, hata kwa majirani tumeuliza. Maelezo yako na majirani pamoja na mjumbe yanafanana, kwa hizi habari zinatofautiana na yule ambaye ametoa habari. Nikauliza ni nani? Wakasema hatufahamu sisi, tumepewa tu taarifa ofisini. Baada ya hapo siku ya pili nijaribu kwenda kufatilia polisi stakishari kwa mkuu wa upelelezi lakini bahati mbaya sikubahatika kuonana naye. Baada ya hapo nilikuja tukio jingine, nilivamiwa siku hiyo usiku na watu watatu wakiwa wamefunika nyuso zao, na baada ya kuruka ukuta walinikuta niko macho kwa sababu nilikuwa ni muda wangu wa ibada za usiku. Walivoingia, walivoruka ukuta, moja kwa moja walilenga kwenye dirisha la chumba changu wakiwa wameshika chupa mkononi na wamefunika nyuso zao baada ya kuwaona kwa sababu ilikuwa kwa ndani wako kwa nje wao kuniona kabla mimi niliwaona kabla yao, nikapiga kelele. Baada ya kupiga kelele walitoroka wakakimbia, na baada nikasikia pikipiki zikiondoka pamoja, pikipiki kama mbili zikiondoka. na maana na ya muda mfupi maana inaonekana ndio usafiri ambao walikuja nao. Baada ya hapo walishakuja mtu tena walishakuja kunivamia tena usiku siku hiyo wakaja kwenye mazingira kama hayoyo, na baada ya kuingia nilisikia vishindo baada ya kunyanyuka kujaribu kuchungulia kwa dirishani ndipo nilipoona nilipo, na nikapiga kelele na wakaruka. Pia nilishafuatiliwa mara nyingi sana nikiwa natoka mahakamani na watu wakiwa kwenye pikipiki, huku wakiwa wameshika chupa sijui zikiwa na nini, mpaka maeneo ya karibia na nyumbani. Kiukweli mpaka sasa hivi usalama wangu ni mdogo sana, maisha yangu yako hatarini kutokana na hili na hili, na hili, na hii changamoto ninayopitia Nafikiri hili jambo lina watu wengi na kuna mambo mengi yako nyuma yake, na lengo la hili lote, nafikiri ni kunidhuru, ili watu waweze kukamilisha lengo lao la kuje kujitwalia